Salim, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mtazamaji wa YouTube channel yetu, na tukiwa tunaelekea safari nzuri kabisa ndani ya kongamano kubwa kabisa siku ya tarehe 29 na ya mwezi wa 11, ni siku ya Jumamosi ambayo inafuata, mtazamaji, ambao tutakutana ndani ya viwanja vya magereza pale Kisongo, kuirudia Edeni yetu. Baadhi ya waumini huduma ya redio Safina na watu kutoka mikoa mbalimbali wanatamani kuhudhuria kongamano hili na miongoni mwao tuko nao hapa uh, wanaweza kazungumza kidogo kwa habari ya kongamano hili, wamejipangaje kwa habari ya kongamano hili baba. Bwana Yesu asifiwe. Amen, habari za uzima? Uzimani njema kabisa, unaitwa nani? Naitwa Henry Kiogo, natoka wilaya Hai, mkoa wa Kilimanjaro. umejipangaje kuhudhuria kongamano la leo? Nimejipanga kuhudhuria tarehe 29 kongamano, nitakuja pamoja na familia yangu, na pia na wahalika wengine wote maeneo mbalimbali waje kuhudhuria kongamano la tarehe 29 Kisongo. Nini matarajio yako katika kuirudia Edeni yako? Matarajio yangu kuirudia Edeni yangu ni kwamba najua naenda kufunguliwa kila kitu changu ambacho ni nilikuwa nimepoteza vyote vinaenda kurudishwa kwa sababu naliamini kongamano la tarehe 29. Unaweza kuwakaribisha kidogo kwa kutumia lugha ya kwako. Kwangu ya kwa kwa Kizanaki hey. <laughs> Kari. Ndabgaa karibu kuri kongamano la tarehe 29. Abatuguri, abazanaki muuze. Karibu sana. Asante. Avatuguri abazanaki muuzesa.